maji changamoto yake kubwa tunaweza, yani, tunaweza kaa na wakati wa jua, hasa season, mtu waenda mbali sana kutoka hapa mpaka huko, kama mahali pa one hours. We angalia, ni bibi amekondokea hapo kama saa kumi na moja ama saa kumi za usiku kwenda kulindia maji kwa kisima tu ambacho kilichimbwa na mkono, akija hapo kama saa tano sasa mwanamke ametoka hapo, anangoja maji ya kuoga ili uanie kazini, yeye bado yuko kule. Kwa hivyo mimi naona tukipata hiyo maji, yani itakuwa ni ubora kwetu sana. Yani, kwa kweli, hili tatizo lilianza muda mrefu sana, linatukumba, na viongozi ndio hao, kila akija natuahidi hilo jambo, lakini kwa kusema kweli, bado hatujapata suluhu. Kwa hivyo tunaomba kwa hivi leo tulivyokutana nao viongozi watuelewe kilio chetu, ili watupelekee huo mswada kule, watuletee hiyo maji kwa haraka sana. Sisi hatuna maji, tuna dhalika, watoto wanapata tabu, shule hawana maji, au mtu akifanya haja hana maji, maji ya kunywa hakuna. Sisi wenzetu huko tutafutieni mambo mengine mazuri sana, waulete maji tu hapa. Msikitini pana shule na msikiti, lakini hatuna maji sisi hivi sasa ukitaka mtoto auje shule huja na ndoo ya maji ulete shule apikiwe uji, lakini si wenyewe, hatuna maji kabisa. Pale kisimani pale amekauka, na barabara bara yetu, basi jamani, barabara bara, watu wanaanguka na barabara. Kunyesha mvua hatupiti, tukaenda wa Ukunda, tuko huko huko huko, wafaranjaa huko. Saa kumi na mbili alfajiri watu wako kwenye maji, na kifika saa moja hakuna maji tayari watu anaafata mtoni huko chini ambayo maji hayo hata mbwa naye anaenda akanywa maji. Kama hakuna watu hawakesha wa kwa visima, wazee waachwa kwa nyumba, sisi tuenda kwa visima, kwa sababu mtu kumwambia nipeleke kisimani yeye asema amini niache ah, nilale nimechoka. Lakini ukiangalia ni kweli ameng'ang'ana na magunia makaa kwenda Ukunda, alafu barabara yenyewe ni ile iliyoiona. Vile changamoto ya kwanza ambayo unaweza kutatua, naona ni ya maji, kwa sababu ndio changamoto kubwa na tuliweza kuzindua mradi na Coast Waters. Katika sehemu nyingine katika eneo hili hili, lakini bado pale ni mbali na hili eneo ambayo lina hii ECD pia linahitaji maji, kwa sababu kuna msikiti, kuna ECD na kuna wakaazi hapa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na hiyo ni neno ambayo limechukua kwa... Kwa... Kwa..., katika orodha yangu nimeliweka katika zile priorities, na nitahakikisha kwamba niweza kulitenda katika huu, hii miaka ambayo imebaki miwili.